Uchunguzi wa miili iliyofukuliwa kutoka makaburi ya Kwa Binzaro huko Shakahola, kaunti ya Kilifi, umefanyika na kuonyesha kwamba baadhi ya miili hiyo ni ya watu waliouawa kimakusudi kwa kupigwa na vifaa butu au kunyongwa, jambo ambalo limezua tetesi ya vifo vya lazima. Kundi la maafisa wa uchunguzi wa maiti na wataalamu wengine wakiongozwa na mkaguzi wa maiti wa serikali Dr. Johansen Oduor. Kufikia sasa tayari limechunguza miili 34 iliyofukuliwa au kupatikana katika msitu wa Kwa Binzaro, na kwamba kuna dalili huenda watu hao waliuawa na sio kupitia kufunga hadi kufa kwa mjibu wa imani za kiitikadi.

Uchunguzi huu sasa umezua maswali zaidi kuhusu sakata hii ya Shakahola kuhusiana na yanayoendelea katika eneo hilo la Kwa Binzaro. We are aware that, uh, uh, some Involved in that Kwa Binzaro case, cases, they come for their samples to be taken. Mapema wiki hii, watu wanne walifikishwa mahakamani mjini Malindi wakikabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki ya watu katika kijiji hicho cha Kwa Binzaro. Hakimu mkuu wa mahakama ya Malindi Joy Shundu Wesonga. Aliagiza kuendelea kuzuiliwa korokoroni kwa wanne hao hadi kesi yao itakapokuwa imesikizwa tena mnamo Oktoba mbili mwaka huu. Wakati huo huo, kitengo cha ufukuzi wa miili tayari kimetambua makaburi zaidi katika eneo hilo. Washukiwa hao ni pamoja na Kahindi Garama, Thomas Mkonwe, James Kahindi Kazungu na Shalin Tembo Anindo wanaohusishwa na mashtaka ya kuendeleza mafunzo ya dini potofu, ugaidi, itikadi kali na uhalifu uliosababisha baadhi ya waumini kufunga hadi kufa. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Lolani Kalu.